Habari, karibuni kwenye chaneli yangu. Leo tutaenda kuandaa biriani la kuku. Kwenye bakuli, weka kuku, weka mtindi, weka viungo vya biriani. Tafadhali sana usiweke vingi, kwa sababu vinawasha sana. Weka binzari, weka limao, weka kitunguu saumu na tangawizi. Hakikisha unachanganya vizuri, ili viungo viingie kwenye nyama. Unaweza ukaweka chumvi wakati huu au ukaweka wakati unapika. Funika, kisha acha nyama imarineti yenyewe. Chukua kikaangio usufuria, weka mafuta, yakipata moto weka vitunguu maji. Kaanga vitunguu kigeuzageuza mpaka viwe vya rangi ya brown kama inavyoonyesha kwenye video, kisha vitoe weka sehemu, vichuje mafuta. Vitunguu vyako vitabadilika rangi na kuwa vya brown. Chukua sufuria lingine, weka mafuta uliokaangia vitunguu, weka nyama, weka giligilani na mint, weka vitunguu, weka nyanya, kisha weka chumvi. Changanya vizuri sana, kila kitu kichanganyikane vizuri. Usiweke maji hata kidogo hapa. Nyama yako itaanza kuchemka, funika. Sio lazima ufunue, mimi na kuonyesha tu steps ambazo ile supu inapungua yenyewe. Hapo ukiangalia, supu yetu imepungua, ila bado nyepesi. Hapa supu yetu imepungua na imekuwa nzito. Pika mpaka supu ipungue iishe kabisa, uone mafuta yanaanza kutoka pembeni ya sufuria lako. Kama hivyo mafuta yanaonekana. Mpaka hapa sosi yako itakuwa tayari. Tutaenda kuandaa wali. Hakikisha mchele umeuosha na umeloweka. Ntaweka viungo hapo, ntaweka chumvi nitaweka na samli, unaweza ukatumia mafuta yoyote, kisha nitaweka mchele wangu. Ningependa kushauri utumie sufuria kubwa kidogo, kwa sababu mimi nitumia sufuria dogo. Mchele wako hakikisha umeiva asilimia tisini, kisha chuja maji. Nikishachuja wali wangu nitauweka juu ya ile sosi ya biriani, nitasambaza vizuri. taweka mafuta ya samli, nitaweka na vitunguu mwisho. Nitaweka rangi, nitafunika, nitapika kwa muda dakika ishirini au weka kwenye oven. Unaweza pia kuweka kwenye oven. Hapa tunaenda kupakua chakula chetu. Hapa ukiangalia, napakua sosi, ipo kwa chini. Sitaki kukudanganya jamani, chakula kilikuwa kitamu sana. Biriani utamu wake ni sosi, jinsi unavyoandaa sosi yako. Asante kwa kuangalia video yangu, naomba usubscribe, naomba ushare, naomba ubonyeze kengele pia.